Ukituanzia na majina wewe ni mkazi wanaivasha ama umekuja kufanya kazi hapa? Ni kitu gani ambacho kilikufanya uanzishe hii biashara? uh -huh. uh -huh. zingine, uh -huh. zingine. umekuwa ukifanya hii kazi ya kuuza hapa uh -huh. hotelini kwa muda gani? kwa kanune, uh -huh. mm -hmm. ni faida zipi ambazo me hata kutokana na kuanzisha hii biashara yako hapa, unaweza kuwa na chama yenye, ukipata hizo pesa, ukiweka savings zako, ukipata hizo pesa inakuletea pesa yenye unaweza nunua kitu kama nyumbani, kama ng'ombe. Inalingana na zenye savings zako zinaenda, lakini biashara si mbaya. Ni chakula kipi ambacho unakipika sana hapa ambacho wateja wako wanakinunua sana kwa wingi? Ni samaki. Samaki peke yake? Samaki na ugali. Ugali? Hakuna chakula kingine ambacho wateja wako kuna kideni kuna, kideni, kuna, yeah. Kuna miji kuna mchele yeah. Tunapika si kila siku yeah. Kunalingana ni siku gani? yeah. Wikendi kunakuwa kama na chips. Ni msimu gani amba, amba, ambao wateja wako wanakuja kwa wingi sana? Mwezi wa, wa... nne, watoto wakielekea kufunga wa, mm -hmm. Wa nane na wa kumi na mbili yeah. Ni changamoto zipi ambazo umeweza kupitia kuanzia ulipoanzia hii biashara ya, ya kuuza hapa. Kuna wakati samaki zinaweza kuwa mingi mm. Unakosa customer. Na kuna wakati customer wanakuwa mm. samaki nazo zinakosekana mm. mm. Unafanyaje ku, kuzingatia ile usafi ya chakula kuhakikisha kwamba wateja wako wanafurahia wakati ambapo wamekuja hapa? Ni kuweka samaki kila samaki ikiwa ikiisha hakuna mm. kuweka mm. Unauzia samaki fresh yeah. Umekuwa ukiopereti hii biashara kutoka asubuhi hadi jioni. So, ama kuna masaa ambayo unategemea? Asubuhi tunafungua saa moja. mm -hmm. saa kumi na mbili inalingana na customer customer, tunaweza funga hata saa nne, lakini inalingana na wakati customer wako ama wako una, unafanya delivery ama lazima mteja wako aje hapa akulie chakula chake. So, kuna delivery, hapa kuna kukuja. mm -hmm. inalingana na customer anataka aje. mm -hmm. Mm -hmm. ni kitu gani ambacho ungeweza unge, unge, kuomba ili uendeleze hii biashara ya yako ipanuke zaidi iwe kubwa Kuomba kiaji. Kwa ni mm, msaada mm, mm, <laughs> ungependa msaidie vipi na ile serikali upanue biashara yako? No, waweke tu samaki mingi kwa maji. mm -hmm. Ndio samaki zikuwe mingi. mm -hmm. Anakuja kununua kisha unapokea malipo kupitia Mpesa ama unachu, unachukua cash. Ye, yote. Ye, yote napokea tu... na Mpesa napokea na cash asante sana kwa wakati wako na asante sana kwa kutukaribisha hapa tukufanyie mahojiano. Tumefurahia sana kuwa hapa. Na mimi nimefurahia kuona na wakaribisha hmm. tena kwa wakati mwingine asante. karibu. Eh, hapa hotelini utaweza kuona kwamba samaki zinaenda na bei tofauti tofauti. Utapata kuna zile samaki ambazo ni ndogo ambazo zinauzwa kwa shilingi hamsini kuna samaki ambazo zinauzwa kwa shilingi mia moja halafu samaki ambao ni wa bei ghali wanauzwa kwa shilingi mia mbili. So hivi ndio eh, samaki kwa ugali ndo chakula ambacho wakazi wa Naivasha wanakipenda haswa, wale ambao wanakuja kutembelea ziwa Naivasha. Ukilinganisha vile vyakula vingine, utapata kwamba hivi vyakula vya kienyeji vinapendwa sana kwa ile manufaa ambayo huongezwa mwilini kama vile kuongeza nguvu.